Sa, msitu wa Kaptagat ulioko katika kaunti za Elgeyo Marakwet na Uasin Gishu ni chanzo cha mito saba muhimu katika. Serikali imeweka bayana umuhimu wa kuweka msitu huo ua kama njia moja ya kulinda mazingira na vyanzo vya maji. Kufikia sasa serikali imeanza kuwapa wakaazi ng'ombe wa kisasa ili walishwe nyumbani na si kwenye msitu huo. Kwa maelezo zaidi huyu hapa John Wanyama. Licha ya baadhi ya wakazi kupingania ya serikali kuweka ua kwenye msitu wa Kaptagat, sasa wameanza kukubali na kubadilisha mbinu ya maisha yao baada ya kupewa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hao wanalishwa nyumbani badala ya msitu. Samana, nilikuwa nachunga msituni, lakini kwa sasa nimeona manufaa mingi kuleta ng'ombe nyumbani. Tuliporudi kutoka training tukaona kwamba Brenda Kipruto, mama ambaye maisha yake yamekuwa yakitegemea msitu huu kwa kuni na malisho ya ng'ombe wake, lakini sasa mambo yamebadilika baada ya kupewa ng'ombe hawa wa kisasa wanalishwa nyumbani. Kadhalika, Brenda hukusanya kinyesi cha ng'ombe na kukitumia kuzalisha gesi ya kupikia nyumbani. E, hata kwa kupika chakula sina haraka. Hatuna mushi. E, anakiri kuwa amepata faida mara tano zaidi akilinganisha na wakati alivyokuwa akitegemea msitu kama malisho ya ng'ombe na kuni. Ng'ombe inakula tu nyumbani e, masamadi yenye inatoka kwa, kwa nini biogas inawekanga pana pandanka na mboga e, naweka shamba. Samu Kiprotichi Kali naye alikuwa akitegemea msitu kukimu maisha yake, lakini sasa amebadilisha mbinu na sasa anapanda nyasi ya ng'ombe ambayo ina faida nyingi ikilinganishwa na mahindi na ngano. Katika uh, Wizara ya Fedha, Chris Kiptoa amesema serikali iko imara kuimarisha maisha ya wakazi ili waendelee kulinda msitu huo. Umetuambia tupatie wananchi wetu ng'ombe ili tuweze ku, uh, kuchunga mazingira pale kwa forest na pia pale nyumbani tupate ile masao ndio watu wetu wapate kupata income kwa mfuko sao, and I know there is the issue which is very I I, I saw the first speaker here referred to fencing and it's a matter that needs to be sorted because that matter is with the ministry of forestry it's a policy decision of government that you try and ring fence the forest i ask the people of Kapkoi not to resist but to discuss do public participation and agree badala tukupanda miti kwa shamba unapanda mti yenye ina commercial benefit lakini inatusaidia pia zaidi kwa kuleta pesa mkononi, ni avocado. Avocado paia annual return yake, ukiwa na eka mzuri umeweka avocado vizuri, inakupatia 600000. Kufikia sasa Kiptoa ametoa ng'ombe mia tano wa kisasa kwa wakazi, miche ya kahawa milioni moja na miche ya miparachichi elfu mia tatu ili wafanye kilimo biashara chenye manufaa zaidi mazingira safi, maji nyumbani. na John Wanyama, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Uasin Gishu.